Uh, nia yangu kwa nini ninataka kugombea jimbo la Busanda. Uh, kwanza nimeishi maisha ya wanabusanda muda mrefu. Hili jimbo ninalijua vizuri. Uh, niwaombe tu uh, wajumbe pamoja na wananchi waridhie ili niweze kuwa mbunge wao. Uh, naahidi kuwa mbunifu, mpambanaji na vilevile naahidi kufuatilia hasa zile tunu ambazo tumeachiwa maendeleo ambayo serikali yetu imetuletea. E, na ninazidi kuipongeza serikali kwa kuleta kwa kupambana na kuleta maendeleo. Na kwa hiyo naahidi kuwa mbunifu kuyasimamia kwanza maendeleo yaliyopo, lakini vile vile niseme kweli kwamba jimbo la Busanda lilikuwa ni jimbo kubwa, na kwa bahati mbaya halijafikiwa vizuri na huduma zote za kijamii ukilinganisha na majimbo mengine. Kwa hiyo mimi ninaahidi kupambana ili niweze kuleta maendeleo kuanzia kwenye sekta ya kilimo, elimu, afya, miundombinu pamoja na uchimbaji wa madini. Ndani ya chama nimekuwa mwenyekiti wa Umoja wa Vijana Chuo Kikuu Muhimbili na kwa juhudi zangu nimeweza kuongeza wanachama wengi ambao ni wasomi zaidi ya mia moja hamsini.